Ni katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Kama unaamini hayo nisikie unasema amen. Asante sana, naomba ukae katika uwepo wa Bwana utulie. Toketoke toke nje na hao watoto wadhibitiwe ikiwezekana, wasikimbie kimbia. Kama hivyo watulie. Ninaomba tusimame sasa, ninapomleta mtumishi wa Mungu mahali hapa katika madhabahu ili aweze kutuhudumia jioni ya leo. Asante sana, karibu baba mtumishi wa Mungu uweze kunena nasi tena jioni ya leo. Haleluya, Bwana asifiwe. Hebu nisaidie kufanya zoezi hili, hebu nisaidie kuwashika watu watatu mkono, waambie ubarikiwe sana. Watatu Mko, wa kwanza wa pili wa tatu. Hebu mpige Bwana makofi katika jina la Yesu haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana mtu wa Mungu, naweza ukakaa sasa kwenye kiti chako cha thamani, na Mungu wa mbinguni akubariki sana haleluya. Jamani, wangapi tuko pamoja mpaka sasa? Aha, aha. Oh Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kumbe wote kwa pamoja tuko pamoja. Amina. Jamani Bwana asifiwe sana. Kuna mtangazaji mmoja asubuhi alitusaidia kutuambia katangazo haka. Akasema kama kiti chako mbele kiko wazi, hakikisha kisibaki wazi. Hivi kale katangazo si ni kazuri eti eh? Aha. Oh Mungu akubariki sana. Mama kanielewa. Wanaonielewa wanafanya hatua wanachukua hatua. Jamani Bwana asifiwe sana. Eh, jamani watu wa mahali hapa niwaelewa sana. Jamani Bwana asifiwe sana. Mungu anasema nikaa mbele nitakuja kuwa mchungaji. Hey, Yesu anatagaga wala nao jifichaga sasa wale. Haleluya. Jamani kazi ya uchungaji ni nzuri mno, ni kwa sababu hujajuaga tu. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunayo siku yetu ya pili. Tulikuwepo jana jioni, na leo tunaendelea asubuhi, tulikuwa hapa na sasa tunaendelea jioni leo pia. Bwana apewe sifa. Wangapi ni mara yao ya kwanza ndo tunakutana oh? Ninyi wote, Bwana asifiwe. Haya, sawa, naitwa mchungaji Claudius Katundu ambaye amkuepo. Aha. Nachunga kanisa la PAC kama hili hili, lakini liko Dar es Salaam panaitwa Viwege Pugu. Bwana asifiwe sana, lakini katika dini yetu ya PAC mimi ndio mweka hazina mkuu kitaifa. Amina ambamkuwepo, niliwapongeza nitawapongeza tena siku ya Jumapili mtakuwapo wote. Niseme sio nasema kila siku neno, lakini kwa uchache tu niseme Mungu abariki sana kwenye sadaka yenu ya Injili. Tunaona mambo yenu yalivyokuwa ni mazuri, si umpigie Bwana makofi sasa, kama unanielewa Bwana sifa sana. Ah, mchungaji tukashatuombea kwa ajili ya ibada yetu ya leo na mimi ningelitamani kuendelea moja kwa moja, kwa sababu tayari kwa sababu tayari kashaombea. Tunalo somo la tuzule nalo tumeanza nalo tangu tumefika hapa siku ya Jumatano jioni, tukaanza na kama kuepo basi, ningekuomba tupe daftari, nitasema kwa niaba ya mbamu kuepo, kwa sababu naweka msingi na ningelitamani msingi huu upate upate kukusaidia jamani. Amina, amina maana nikikuacha hapa, yamkini kuna vitu ambavyo havitakuja kutokea kwako. Amina, kumbuka, nimekwambia somo hili linalenga kutusaidia kutuvusha, kutupeleka hatua nyingine za kiroho. Amina, na nikasema mpaka tunamaliza semina hii. Bwana sifa sana. Mpaka hii semina inaisha, ninaamini <coughs> yako. Bwana sifa sana. Kama tuliongozana tukatembea pamoja tangu tumeanza semina hii, nina uhakika kabisa kabisa kabisa, kiko kitu cha kimungu ndani mwako kinakwenda kuchipuka. Sema amen. Bwana sifa sana, haleluya, kwamba kuna kitu cha kimungu ambacho kinakwenda kuzaliwa. Sema amena. Yamkini huko mahali hapa ndani mwako ulikuwa unatamani kuwa mtu fulani katika mji huu baada na katika jina lesu, katika jina la Yesu utakuwa jina la Yesu. Kanisa mneleo na hakikisha ndani mwako kwenye maisha yako ya kiloho na mikakati ya kiroho kufika hatua nyingi sana mbele za, sema amena. Yaani ndani mwako tamani kumona Mungu katika maeneo yote, mwone Mungu katika ulimwengu wa lo, Mungu katika ulimwengu wa mwili, kwenye mafanikio ya tu. Kanisa, kwa hiyo Tunalo somo zuri ambayo tumeanza nalo nikasema kichwa kizuri cha somo ni kuangusha viti vya enzi. Sema viti vya enzi. Sema viti vya enzi. Nikasema tunapozungumza viti vya enzi, enzi, enzi, tunaongelea, tuna madhabahu za kifamilia, madhabahu za kiukoo. Jamani, Bwana asifiwe sana, kwamba kabla ya kuokoka ziko madhabahu ambazo zimekuwa zikitawala maisha yetu. Sasa baada ya kuokoka, tukaja ndani ya Kristo, tukaondoa zile madhabahu, tukasema tumezikataa lakini katika uhalisia katika ulimwengu alo saa nyingine huku zikataa na kuamua kujitenga nazo. Kwa hiyo inawezekana ukaume ukoka lakini bado zile madhabahu zinafuatilia maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na nikasema madhabahu ambayo inafanya kazi katika maisha ya mtu itaendelea kufanya kazi mpaka pale itakapoangushwa. Ndio maana Mungu anamwambia Gideoni, anasema nenda kaangushe madhabahu za baba yako, halafu kisha unijengee madhabahu. Bwana asifiwe sana kwamba uweze kujenga madhabahu ya Mungu kwenye maisha yako na ikafanya kazi, kama kuna madhabahu inayofanya kazi katika ile mwangu alo ambao sio ya Mungu. Kwa lazima uhakikishe ile madhabahu ambayo si ya Mungu inaangushwa kwanza, ndipo namjengea Mungu madhabahu itakaonena maishani mwako mambo mema kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana sifa sana. Kwa hiyo madhabahu, nikasema ni kitu ambacho kinaopalete maisha ya watu kiroho. Saa nyingine unaweza usione. Bwana sifa sana lakini katika ulimwengu alo hipo na inafanya kazi, lakini leo asubuhi nikasema hivi viti vya enzi au madhabao vinafanya kazi kupitia agano. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nikasema agano ni mkataba ama ni makubaliano yanayofanyika baina ya mtu na mtu na nikasema haya maagano yapo kisheria. Jamani, Bwana asifiwe sana. Maanake ili agano alipo ewani, ewani. Nikasema ziko sadaka zinatolewa na sadaka hizo zinafanya kazi ya kulinda agano. Nikasema miungu inapopewa sadaka ikakabidhiwa familia, inaanza kutawala familia tangu mtoto aliyoko tumboni mpaka mzee, kwa sababu imepewa sadaka. Bwana asifiwe sana. Na nikasema sadaka inaongea, sadaka yoyote itoayo inaongea. Na ndio maana nikasema usio mwepesi kutoa sadaka popote. Kanisa mnanielewa? Wapendwa mnanielewa? Usio mwepesi kutoa sadaka popote. Kabla ya kutoa, kwanza muulize Mungu anasema nini juu ya mtu anataka kutoa. Tanakuja naomba, naomba unipe, nipe hela, nipe hiki, nipe hiki. Usio mwepesi kutoa. Ndani uko kwanza pazungumze. Yamkini amekuja kwa nia kuomba fedha, kumbe hataki pesa yako, anataka baraka zako. Anataka mafanikio yako, anataka heshima yako, anataka kibali chako. Unapompa anabeba kila ambacho kiko ndani mwako, anaenda kufanyia kazi. Wewe unashuka, yeye anapanda. Kwa nini? Kulifanyika makubaliano hata pasipo kujua. Jamani, Bwana asifiwe sana, haleluya. Kwa kuto kujua, si kinga yaya maagano, kuto kukufatilia. Ndio maana ikasema, angalia maisha yako ya kiroho, yakoja baada ya kuokoka kuna kukua kanisa, mnanielewa wapenda? Mnanielewa kwamba baada ya kuokoka, kwa ya kuokoka kwako, yachunguze maisha yako, yanaongezeka yanakuwa, yanapiga hatua. ameako vile vile. Bwana sifuri sana. Kuna watu kabla ya kuokoka walikuwa ni watu ambao ni wagumu sana kusamehe sana, akikuchukia amekuchukia Amen, amen. Kwamba huyo mtu anasema ameokoka lakini ile lo, baada anayo. Akikuchukia kakuchukia, na mwingine mpaka kulipizie kisasi ndipo ajisikie vizuri. Bwana sifa sana. Na mwingine anasema yani mpaka kinitoke yani, kama sijasema naisi kama nakosa hewa, naisi kama nakosa pumzi, mpaka niseme ndipo nasikia amani. mm -mm. Sio kila mara pa kusema sio kila kitu cha kusema, vingine vitunze kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kanisa tuko pamoja? Wapenda tuko pamoja? Kwa unawezekana ukawa umeokoka lakini zile lo bado zinakufuatilia, zinafuatilia maisha yako. Nikakupa mfano, nikasema haya maagano ambayo tunayazungumzia, shetani anayatumia katika njia kuu tano. Sehemu ya kwanza ambayo tumeacha nayo asubuhi ilikuwa ni kwa bali ya sadaka nikasema haya maagano yanatumia sadaka, nikakupa na maandiko yanayosema ya kwamba hazina ya mtu iliko ndiko moyo wako utakaka kuwa, kitabu cha Mateo sura sita. Bwana sifa sana, kwamba hazina hazina yako inabeba moyo. Sasa swali linakuja, hazina yako iko wapi? Je, iko kwa Mungu ameko kulikotokea? Bwana sifa sana. Kanisa tunanielewa? Sasa leo nataka niendelee na mambo mengine manne nami natamani niyamalize ili kesho tuende na kitu kingine. Jambo la kwanza nilikwambia ni kwa habari ya sadaka. Lakini jambo la pili shetani anatumia. Unaweza ukaendelea pale chini. Ni mwendelezo. Andika ibada. Ibada. Tunapoongelea ibada tunamaanisha nini? Andika hivi. Shetani hutumia ibada au kusanyiko la watu ili kutekeleza mapatano na maagano aliyokubaliana na ukoo huo ama na familia hiyo, kwamba ziko ibada zinafanyika za mila, ziko ibada zinafanyika za, za, za, za, ki, za kimila. Na ibada zile sio kama za kwetu huku. Ibada zile za mila kazi yake ni nini? Unapofanya ibada ya mila Manake unajiungamanisha na miungu ya familia bwana sifue sana. Kuna watu wameokoka na kanisani wanaingia na sadaka wanatoa lakini zikiitishwa ibada za kifamilia wanakwenda kushiriki. Ulishaokoka, ifikie mahala, hapana yako iwe ni hapana, ndio yako iwe ni ndio, usichanganye. Mungu apendi michanganyo. Ziko ibada zinafanyika kulingana kabila, siwezi kutaja kwa sababu ya makabila, lakini ziko ibada za kimila zinafanyika, na ibada zile wazee wanazisimamia kweli kweli, na wanatoa na sheria, na asiye shiriki sio mwana ukoo. Na wewe kwa sababu unaogopa usije ukatengwa na ukoo, unakwenda kushiriki zile ibada, unajiungamanisha na miungu pasipokujua. Wana sifa sana na shetani anasimama sana hapo. Kunatengenezeka mazingira hata msiba unatokea, wanakwambia baada ya msiba tuna kikao cha ukoo cha familia tukae. Wananza ugaana vitu vya marehemu, wananza kuzungumza alikama kaina kakuvutia, halafu baada ya hapo inafanyika mila. Jambo lolote ambalo likifanyika linafatana nyuma yake na sadaka, ni ibada. Hakikisha usishiriki. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa sababu tumeokoka na baada tujafahamu mambo haya tunakwenda kushiriki zile ibada. Baada muda fulani unaanza kushuka kilo kwa kidogo. Kilo kinashuka, kilo kinashuka mwisho siku kilo kinakufa. Kwa nini? Ilifanyika ibada. Kuna watu ambao walienda vijijini kwao kwenda kufanya labda ni msiba ama ni sherehe ama chochote kule kinachokuzanisha watu. Akirudi kwenye maisha ya kawaida, Yesu anamwacha kule. Nini kinatokea? Ibada zilizofanyika kule. Bwana asifiwe sana. Kwa shetani anatumia sana hizi ibada hasa za mila kuhakikisha anafyonza nguvu za Mungu ndani ya watu wa Mungu. Kwa nini kusii mtu wa Mungu? Hakikisha unaepukana na hizo ibada katika jina la Yesu. Unaofahamu ukoo wako. Mimi siwezi kusema kwa sababu ukoo wako siujui, lakini unafahamu kwamba uko tunakuwa na ibada zinafanyika. Wengine mpaka usiku, kuna ibada zinakwenda kufanyika katikati ya makaburi. Wengine mpaka wanakwenda kufanya ibada mtu akifa wakimaliza kutusaidia, kutufungua hapa kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 16 mpaka 17, lakini kitabu kingine cha Wakorinto uh, sura ya kumi kumi 10 14 mpaka kumi na tano kitabu cha wafalume wa pili ile kumi na saba kumi na sita mpaka kumi na saba. Nikupe mfano wa ibada ambazo zinafanyika. Anasema wakamwacha Mungu, wakajifanyia sanamu. Sema sanamu, sema sanamu. Tunapozungumzia ibada za sanamu, kitu chochote unachokipenda moyoni mwako kumliko Mungu, hicho ndicho Mungu wako. Kuna watu wajanielewa, ukipenda fedha Kuliko kumpenda Mungu, anageuka kuwa Mungu wako. Ukimpenda mume wako kuliko Mungu, anageuka kuwa Mungu wako. Sasa hawa wakaacha kumpenda Mungu, wakajifanyia ibada za sanamu. Bwana sifue sana lakini, hawakuishia hapo, wanapitisha watoto wao kwenye moto. Hizi ibada zipo, kuna baadhi ya makabila wanafanya wanasema tunakufanyia zindiko, wanakupitisha kwenye moto. Bwana sifiwe sana. Alafu umeokoka unaochukulia wokovu kama ni mchezo mchezo, huwezi kuvuka kama ujaji dhatiti. Asubuhi nimesema nikasema, wokovu ni kujikana, kuamua kutoka ndani ya moyo kwamba namtaka Mungu. Bwana sifiwe sana. Anasema atakani tafuta kwa bidii, ataniona. Bwana sifiwe sana. Mungu wetu anataka tuone kumaanisha kutoka ndani ya moyo. Baada ya kuokoka unataka kuwa nani? Na bidii yako mwekesha kwa Mungu kweli? Maana kuna watu kanisani wapo na kwa mganga yupo, kanisani yupo na kwenye sanamu yupo, kanisani yupo lakini na huku duniani yupo. mm -mm. Michanganyo, michanganyo inamfanya Mungu anakuacha. Maanisha wokovu wako kanisa, mnanielewa? apenda mnanelewa? Wokovu wako umaanishe kutoka ndani. Uhitaji watu wakuone supastar sana, uhitaji watu wakusifie sana, unahitaji Mungu peke yake ndiye akusifie inatosha. Uhitaji sifa za duniani, wengi tunapenda sifa za duniani, uonekana we umo, umo. Jina lako lipo lipo, watu wakuoneone, na nawe ni maarufu maarufu mtaani, aina mahana kama nakufanya unashindwa kumwona Mungu kama ni wa kwanza kwako Bwana asifiwe sana. Kanisa mnanielewa? Hakikisha Mungu anakuwa ni namba moja. Ziko ibada zinafanyika ambazo wanawapitisha watoto kwenye moto. Wanawaingiza kwenye maagano. Wanawaingiza kwenye vikao. Wanaweka wa, kwenye maagano. Hayo maagano yakishakuwa ndani ya maisha ya mtu huwezi kujinasua hapo mpaka umemaanisha. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Korinto kinasema, nimaliza kusoma mtumishi wa Mungu ndio mm. Kipa wengine kipaumbele, wengine ibada zao ya kwanza, huko duniani watu wamsifie, aonekana anajua kutembea vizuri, haina kwa ina maana Wakorinto wa kwanza Sura ya kumi, kumi na nne mpaka kumi na tano. Ndiyo? Mm-hmm. Aha. Anasema kwa ajili ya hayo, zikimbia ibada za sanamu, kama mtu ambaye ana ufahamu wa akili njema. Bwana sifa sana. Tukishaokoka jitenge na ibada za sanamu maana yake hakikisha Mungu ndiyo kipaumbele chako cha kwanza. Mungu awe ni wa kwanza. Kuna watu ambao mume wake ndiyo wa kwanza. Mwingine mtoto ndiye wa kwanza. Kuna wazazi hapa. Jamani kuna wazazi humu ndani. Wenye watoto. Toto akilia, hata kama alikuwa anaimba kwaya, anaacha. Hasa kwa mtoto yaani, kajini kadogodogo anako ndani ya nyumba yako. Bwana asifiwe sana. Upenda mnanielewa? Mwingine kipaumbele chake ni fedha. Asipokuwa na hela hata ibada afanye, asipokuwa na hela kanisani aje, asipokuwa na hela utamwona anatembea kama mgonjwa. Sasa fedha imegeuka kuwa Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji Mungu kwanza. Uwe na fedha, usio na fedha, mpende Mungu kwanza. Kanisa, tuko pamoja? Hakikisha Mungu anakuwa kipaumbele chako, ndipo utamwona Mungu katika maisha yako. Sema amen. Asamtume Paulo hapa anatotela kuambia hivi, tufanye vitu kama watu ambao tuna akili. Jitenge na hiyo maagano, jitenge na hizo ibada za sanamu, jitenge na hivyo vikao visivyofaa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, shetani anatumia jambo la pili, andika jina au kwenye bracket majina. Bwana asifiwe sana, andika hivi jina katika ulimwengu wa roho limebeba hatima. Jina lolote ambalo unaitwa wewe, jina la kawaida la ambalo umepewa ndilo limebeba hatima yako. Kanisa tuko pamoja? Nimesema naongea vitu vya kawaida kabisa, ambavyo ulikuwa unavichukua ni vya kawaida sana. Jina limebeba hatima, na ndio maana usikubali kumzaa mtoto ukampa jina lolote jina ambalo unalo ambalo umebatizwa nalo ndilo limebeba hatima. Bwana asifiwe sana. Lazima ufahamu haya mambo ni ya rohoni. Shetani haji kwa mtu akikurupuka anaanza kutafuta tafuta. Wako watu wamepewa jina babu zao. Huyo babu yako naye pewa jina alikuwa na tabia gani? Kuna mtu akapewa jina la bibi yake. Huyo bibi yako alikuwa na tabia gani? na kuna wengine sema ukizaa mtoto umrithishe jina la babu yako, ambao ni babako, babu yake ambao ni babu yako aliyokuzaa, kwamba ukoo usije ukapotea. Mm, mm baba yako ana tabia gani? Kama alikuwa ni mlevi na mtoto wako ampa jina la baba yako wewe na wakati siku akifa ulevi na miaka kwa mwanao mpenda, tunaelewana? Kanisa tunaelewana? Toka pamoja mpaka hapa, kuna kitu kinaingia ndani yako unapo achilia jina kwa mtoto, kampa, ama saa nyingine ni la kwako. Wengine kinachowasumbua sio vitu vingine, ni jina. Unaitwa jina ambalo ukiliangalia alina hatima njema. Unaitwa misukosuko, unategemea nini? Unaitwa sikujua, unategemea nini? Ukujua, ukujua kama utazaliwa, ama ukujua utaishije duniani. Maanake utakuwa naishi maisha ambayo hayana mwelekeo kwa sababu ya jina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Shetani anapokuja kwenye maisha aji tu hivi hivi, anaangalia mahala pa kusimama. Jina ambalo umepewa ndilo linalobeba hatima. Hata watoto wako, chunguza majina yao. Usikubali mtoto akapewa jina lolote, kwanza juu, maana yake ni nini? Hujui limetoka wapi? ujui mwenye nana alikuwaje, alafu nampa mwanao. Bwana sifa sana, jina limebeba hatima. Usikubali kuitwa jina lolote. Ala, kama unafungua biashara yako usipe jina lolote, tafuta jina ambalo lina mwanini, linamwakilisha Mungu, utaona matokeo. Bwana sifa sana. Unafungua duka, unaleta bahati mbaya, unategemea nini? utakuwa ni bahati mbaya mpaka mtaji unakata <laughs> Mani haleluya. Hebu tuangalie maandiko machache atakao tusaidia. Kitabu cha Nyakati wa kwanza nne, tisa mpaka kumi, na Mithali ishirini na mbili mstari wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Nataka nitembea la kalaka tupate kamda ka kuomba. Amina amina. Aha. Nyakati wa kwanza nne, tisa mpaka kumi, na Mithali ishirini na mbili mstari wa kwanza. Naomba usome hapo mtumishi wa Bwana. Ndio. Aha. Ndio. Hmm. Ndio. Shika Black anasema Yebesi akaitwa Yebesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ulipewa jina gani siku ulipozaliwa? Kuna mtu anaitwa Njia Panda, maanaake alimzalia njiani maake maisha yako atakuwa ni njia pana bwana asifiwe sana wapenda tunaelewana na na na, na, na, na, na, wazazi wetu miaka ile saizi ni kidogo kumekuwa na mabadiliko utaitwa jina kulingana na majira aliyokuepo kama ni njaa ulizaliwa kipindi cha njaa utatafutiwa jina ambalo linafanana na njaa utapewa hilo hilo alafu natembea na njaa miaka yako yote bwana sifa sana kwamba jina lako limebeba hatima yebesi akapewa jina la Yebesi kwa sababu mama yake alimzaa kwa uchungu. Alimzaa kwa huzuni, alimzaa kwa mateso, akamwita Yebesi. Wewe, jina lako naitwa nani? Taribuja jana yako mwambie jina lako naitwa nani? Muulize tena jina lako naitwa nani? Bwana Sefesan. Chunguza jina hilo lilopewa sana, unaweza ukawa na magonjwa yasiyoisha. Sio kwa sababu jambo lingine, jina mwenye nalo alikuwa na magonjwa ya dizaini ile. Sa nyingine unajia kwenye mafarakano na magomvi na majirani yako na ndugu zako, si kwa sababu lingine, jina mwenye nalo alikuwa ni mtu mkorofi, asipenda mahusiano mazuri na watu, halafu kapewa wewe na ukanyamaza, na umekaa nalo, na hata baada ya kuokoka, umebatizwa, hujai kubadilisha hilo jina, zitakuandama zita tu Bwana asifiwe sana. Yebesi alipogundua kwamba jina nilopewa lina shida ndani, akamlingana Mungu. Sema kumlingana Mungu, sema kumlingana Mungu, sema tena kumlingana Mungu. Yebesi hakutulia. aliangalia shida yake, akachunguza, akagundua kumbe shida mimi inayonisumbua ni jina. Maandiko anasema akamlingana Mungu Yebesi alipogundua kwamba shida yake ni jina akaamua kumlingana Mungu, akaamua kuomba, akaamua kukata rufaa, akaanza kuchunguza, kwa nini mimi sifanikiwi kwa nini siinuliwe? Angalia hata maombi yake, anasema ukinzidisha odhi, maana yake ukiniongeza mipaka, ukiniongeza mashariki, ukaniongeza magharibi, ukaniongeza kusini. Na ningetamani maombi haya yawe ni wakwako, mwambie Mungu ukiniongeza mashariki, ukaniongeza magharibi ukaniongeza. Ni Mungu anataka tuinue, lakini anaangalia ni nani ambaye ana akili kichwani ya kutambua kwamba shida yangu iko wapi na Mungu apate kunisaidia na ndio maana katika seminai kuna watu Mungu anakuonda kuinua katika jina la Yesu. Ukielewa mafundisho haya na ukaamua kuchukua hatua moja baada ya lingine au tabaci kama jinsi ulivyokuwa, walikuona jana unalia, unapitia misukosuko kwa sababu ya ufahamu umeingia ndani, na ukakata rufaa, ukamwambia Bwana, niko mahali hapa, hizi siku nataka nikuone, nibadilishe historia hii, nibadilishe magonjwa haya, nibadilishe dhiki. Mungu wetu ni mwaminifu, atabadilisha historia katika jina la Yesu. Wako watu historia zao zinakwenda kubadilika. Walisema utaolewa, watashangaa mlingana na Mungu na Bwana amekuletea mtu anaofanana na wewe sema, ime pigia Bwana makofi kama ananielewa. Yebesa kama lingana na Mungu akamwita Mungu akasema Bwana, Naomba unisikie ni kweli habari ya, ya jina nilipewa na mama yangu na baba yangu, lakini mimi nakujua Mungu wangu ninavyonipenda, hautaacha nifedheke, utaninua tena, hata kama jina nasema mimi sio wa kufanikiwa, mathalani nimekutafuta Bwana, naamini utaninua nami, na nataka mtu ajione leo, amwambie Mungu, ni kweli ndugu zako walikupa jina la fedhea, wamekuita mama omba omba, wamekuita baba, sina chochote. Wamekuta mama kuhangaika, hao ni wao. Mtafute Bwana awezae kubadilisha historia, nasema mtafute Bwana aweze kubadilisha historia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Usikubali kuridhika na maisha uliyo nayo, usikubali kubaki na machozi uliyo nayo, usikubali kubaki na masikitiko uliyo nayo. Chunguza chanzo cha mateso yako, kimetokana na nini. Usiombe maombi ya jumla jumla na shida kanisa tuko nayo, tunapenda kuomba vitu vya jumla. Unachukua vitu vyote, unaunganisha kwenye gurulila moja, kwenye gunia moja, unaombea? Hapana, tunapoongea habari ya viti vya enzi, shughulika na kimoja kimoja, hakikisha umekimaliza. Shida iko wapi? Kwenye ndoa? Usikimbilie Mungu iponye ndoa yangu, anza kutafuta kwa nini ndoa yangu inasumbua kama ni watoto wanasumbua, usianze kusema Mungu asaidie mm -mm. watoto wangu peke yake. Anza kuangalia kwa nini watoto wangu wanasumbua. Ulikuwa na huduma vizuri, huduma yako inakuwa inachanua ghafla, ile nguvu ya kubeba huduma yako imekata, umeacha sasa, umekuwa ni wa kawaida. Usikimbile kuambia Mungu nijaze nguvu za kuenda kutumikia mm -mm. Angalia kwa nini nguvu imekata.